Hiyo of course ikiwa ni mchezo baina ya Simba na Yanga ambao umeshatangaziwa tarehe ambayo ni tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na tano ambapo mchezo huo ulitakiwa kucheza Machi nane mwaka elfu mbili ishirini na tano na kutoweza kuchezwa. Baada ya hapo, maneno yakawa ni mengi sana, na timu zote mbili zikawa kwenye mtafaruku na vitu kama hivyo ambavyo viliweza kuhampe na kuweza kusababisha mchezo huo usiweze kufanyika. Bana, watu wamefika mbali zaidi na kuweza kutamani mchezo huo kuweza kuchezwa tena. Sasa upande wa Simba wako tayari kuweza kucheza mchezo huo kati ya kati yao na Young Africans tarehe 15 mwezi wa sita, lakini kwa upande wa Yanga tayari hawako razi kuweza kucheza mchezo huo kwa sababu ambazo wao wanazijua. Kikubwa wanasema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu imekuwa ikiegemea upande mmoja, kutokana na matokeo ambayo mtani wake amekuwa akiyapata kwa kubahatisha sana. Kwa sababu hiyo imeweza kupelekea Young Africans kuibuka na hoja ya kuto kucheza mchezo wa dabi. Sasa swali hili limekuwa likizua gumzo kwenye mitandao ya kijamii na wadau wafuatiliaji wa mpira ambao wamekuwa kitamani kuona mchezo huu ukichezwa siku za hivi karibuni. Sasa comments zimekuwa ni nyingi sana na kila mmoja amekuwa kitoa maoni yake hapa na pale, akizungumza kwenye hichi ambacho kinaendelea kwenye mitandao. Wallace Karia amejibu swali hilo kupitia mitandao ya kijamii ambapo alikuwa akifanya mahojiano kupitia eh, channel ambayo kitu kimoja cha habari toka Tanzania. Maneno yake yalikuwa hivi: Bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya sheria. Kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake, itafanyika itafanyika muda utakapofika kwa sababu shauri bado linaendelea, na hatujui litaisha lini toisha. Uh, kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari moja ashaenda sehemu suru, uh, usuruhisho kwa hiyo ni vizuri tuka heshimu. Ni ndugu Wallace Karia rais wa TFF akizungumza na Bonga FM. Bwana, baada ya tetesi na maneno kuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, huyu anasema, ndugu Karia, kama umekuwa kiongozi makini ulipaswa kujitokeza hadharani na kuomba radhi wapenda soka wote kwa mkanganyiko uliopo kuhusiana na mechi ya dabi, mchezo namba mia moja themanini na nne kisha tukutane kwa viongozi wa Yanga kama imekuwa migumu kama imekuwa ngumu kujibu barua iliyoandikwa na TFF, ambayo CAS pia kimsingi wanahitaji kuona jinsi TFF walivyofanyia kazi lalamiko la msingi katika barua ya hamacho. ki, ki, ki kipindi muhimu, kiongozi mkuu, eh, kudhihirisha umahiri wako wa na sio kwa vita yako pia. Sasa kama unadhani case case itachelewa, kwa nini mechi ichezwe? Je, Simba akishinda, Yanga akashinda, case utapora points Simba? Je, hapo kuta kuwa na umuhimu? Sio kesi tena. Bila maamuzi ya TFF CAS, hakuna mechi ya maana, kesi itakuwa haina maana tena. Utazingua wa kipepe anasema, kama mengine kama mwingine kaenda huko na ratiba ya mechi imetokaje? Je, maana yake limeisha? Sawa, ameenda kwenye ngazi nyingine, kwa mao, kwa maana ngazi ile iliyokwenda imemrudisha kwako tena, basi kabla hujatoa ratiba ya kuchezwa kwa mchezo huo ungetoa kwanza sababu iliyosababisha mchezo kwanza ughairishwe, na kuwa ukidai ulipaswa kuchunguzwa. Hivyo, uchunguzi wako umebaini nini? Nani aliyekosea katika hilo? Baada ya pale ndipo unge, ungepanga ratiba hiyo, baada ya umma wapenda soka na wapenzi wa timu hizo kujua chanzo cha mkosaji, azibiwe kwanza ndipo hicho tolewe tarehe nyingine ya marejeo. Safi sana, Karia, wewe ni kiongozi makini. Huyu anasema kumbe, ukiwa na roho ya kujikunja unadheka saize, mzee umepara, utadhani sio sio predeza predeza, lakini ki, kuna kitu kinakukatiza mshahara utosha, ama nyingi utosheama ngijanginja ya Yanga na Simba. Huyu anakuambia sasa, kama haijarishi na unajua haijarisha haijaisha, unapataje nguvu ya kupanga ratiba ya mchezo. Athobana, ni comments kupitia hichi ambacho kinaendelea baina ya Simba na Yanga. Maoni yako ni yapi? Tukutane kwenye sehemu ya comments.